Naitwa Godfrida Kayumba ni mratibu wa kampeni ya msaada wa kisheria ya Mama Samia, yani Mama Samia Legal Aid Campaign. Katika mkoa wa Kagera kampeni hii imezinduliwa tarehe 14 mwezi wa 4 2025. Na utekelezaji katika wilaya ya Muleba imeanza tarehe 15 mwezi wa 4 2025 na ililengwa kutekelezwa katika kata kumi na kwa vijiji thelathini kwa maana ya kwamba kila kata utekelezaji utafanyika katika vijiji vitatu, na ililengwa kampeni hii itekelezwe kwa siku tisa tangu tarehe ya uzinduzi. Kwa maana hiyo utekelezaji wa kampeni hii ulikuwa unatarajiwa kukamilika tarehe ishirini na tatu mwezi wa 4 2025 na mpaka kufikia tarehe hiyo ishirini na tatu wilaya ya Muleba tumewafikia wananchi zaidi ya elfu kumi tukitoa elimu na misada, msaada wa kisheria katika masuala mbalimbali. Kati ya hao wananchi zaidi ya elfu kumi, migogoro zaidi ya 60 tumeisuluhisha na imefika mwisho, na migogoro mingine inaendelea kushughulikiwa hadi pale utakapohitimishwa. Mm, kutokana na umuhimu wa elimu hii kwa wananchi imeonekana itafaa kama wananchi wataendelea kupewa elimu hii. Kwa msingi huo, sasa zimeongezwa kata nyingine tano kwa siku tano zaidi, elimu iendelee kutolewa kwa wananchi na migogoro iendelee kutatuliwa. Kwa hiyo huduma hii inaendelea mpaka tarehe ishirini na nane mwezi wa nne ishirini ishirini na tano kwa kata tano zaidi. Nitoe rai kwa wananchi wa wilaya ya Muleba na kata zake na vijiji vyake, wafike maeneo ambayo wataalamu wetu wapo kwa ajili ya kutoa huduma ya msaada wa kisheria, huduma inayotolewa bila gharama yoyote.